Habari, karibuni kwenye chaneli yangu. Leo tutaenda kupika puff pastry, ila tutaweka kuku ndani. Kwenye sufuria nitaweka mafuta, nitaweka na bata, nitaiacha iyeyuke. Nitaweka vitunguu maji, nitakoroga, nitaweka uyoga. Uyoga nimetumia ulioganda. Ntachanganya vizuri kisha nitaweka vipande vya kuku. Ntahakikisha nachanganya vizuri vipande vyangu vya kuku vichanganyikane na mafuta na uyoga. Ntaweka Maggi cube. Ntaweka pilipili manga, nitaweka na chumvi. Kisha ntachanganya, nitapika mpaka maji yakauke. Hapa maji yangu yameshakauka, nitaweka mboga mboga. Unaweza ukatumia mboga mboga zozote unazotaka. Hii ni karoti. Nitachanganya vizuri, nitaweka paprika na pilipili kavu. Zile mboga za kuganda nitaandika kwenye description box. Hapa ninachanganya, nitaweka hoho. Nimeweka hoho za hizo rangi njano, orange na nyekundu. Nitachanganya, nitaweka krimu ya maziwa. Sio lazima krimu ya maziwa, unaweza ukatumia nazi au ukaweka maji tu kidogo, au supu ya kuku. Ntaacha HM ichemke kwa muda wa dakika tano kisha nitazima jiko. Ntaandaa puff pastry sheet yangu, nitaweka kuku hizi sheet zinauzwa supermarket, pia unaweza ukatengeneza nyumbani. Nitaweka cheese mozzarella, nitaweka na cheddar juu, kisha nitafunika. Wapendwa, easy puff pastry sheet zinauzwa supermarket, unaweza ukatengeneza mwenyewe nyumbani pia. Sijawahi kutengeneza, ila nitajaribu niwaonyeshe. Alafu shiti yangu ilikuwa ndogo, ndio maana nikaweka shiti ya pili. Hakikisha unafunga vizuri ili isichuje au isivujishe tuseme. Hapo naendelea kuifunga na kuibana vizuri. Nikimaliza nitachukua kisu, nitaanza kuchora mistari, ni urembo tu wa kawaida, sio lazima. Naendelea kuchora mistari kisha nitapaka ute wa yai juu. Ntaweka kwenye oven niliyokwisha iwasha nyuzi joto mia sabini na tano, kwa muda wa dakika 35 mpaka 40. Hizi pastry sheet ukiziweka kwenye oven au ukizikaanga zinakuwa vile zimechambuka chambuka, chambuka. Muda wangu wa kupika ukiisha, ntatoa na ntakata kama unavyoona. Umeikata, lakini ina kama inachambuka chambuka, chambuka inadondoka ina dondoka chini. Ndio hii hapo, chakula chetu kilikuwa kitamu sana. Asante kwa kuangalia video yangu, naomba usubscribe, naomba pia ushare.